Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi hiki cha siku ya arobaini ya Kwaresma tunapo tafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa taarifa tunazozikuta katika Sande ya Torino. Leo mada yetu itakuwa araiki za ija miaka 1998 mwaka elfu mbili mwaka elfu mbili kumi na mwaka elfu mbili na kumi na tano Ni kipindi kinacholetwa na Padre Stanislaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwa Uso, iliyojengwa kumwenzi huyu tunaikutana naye katika Sande ya Torino, shule ambayo hata na jina lake linamaanisha kwa heshima ya uso mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo, uso huu ambao tunaukuta katika hiyo picha ambayo inaonekana kwenye sanda ya Torino. Basi karibuni, wasikilizaji, nitaanza kwa nukuu, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Mwisho wa nukuu hii, tunaikuta katika Injili ya Yohani sura ya kumi na mbili mstari wa thelathini na mbili. Ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo akitabiri matokeo ya kifo chake cha msalaba, ufuko wake na kupaa kwake. Maonyesho ya adhara ya mwaka 1998 yalifanyika hasa kama kumbukumbu kumbu ya miaka mia moja baada ya picha za kwanza za sanda zilizochukuliwa na mwanasheria Sekondo pia tarehe 24 na tarehe 28 mwezi Mei mwaka elfu moja mia nane tisini na nane. Bila kujali nguvu zake ndogo kutokana na umri na uzee wake, Papa Yohani Paulo wa pili alipenda awe karibu na waujaji waliofika kuiheshimu sanda kutoka pande zote za dunia, na hivyo kuhakikishia ulimwengu kwamba kwake yeye binafsi sanda ni kitu cha thamani kubwa. Ukimya wa vyombo vya habari kuhusu hija ya Baba Mtakatifu, yaani Paulo wa Pili mwaka huo na maneno aliyosema juu ya hiyo utamtatanisha mchunguzi yeyote mtulivu atakayekuwa bado na kumbukumbu kumbu za kishindo cha vyombo vilevile yalipotangazwa matokeo ya vipimo vya umri wa sanda mwaka 1988 mia miaka kumi kabla ya hija hii. Nje ya Torino ni watu wachache waliojua kwamba papa amekwenda Torino kuhiji, na nje ya Italia ni watu wachache tena zaidi waliojua kwamba mbele ya sanda papa alitamka maneno yenye uzito wa pekee kuhusu thamani ya sanda. Lakini ajabu ni kwamba watu mamilioni wa kutoka pande zote za dunia bado walishiriki pia hija, wakiona sanda na kusali mbele yake. Hija hiyo inaweza kutuwia fursa ya tafakari yetu ndogo. Tunaweza kujiuliza hivi, je, Papa alifanya hivyo bila kujali kwamba yeye ndiye mchungaji mkuu wa kanisa la Kristo? Au labda alifanya hivyo kwa sababu alikuwa akitambua kwamba yeye ndiye aliyewekwa kuwaimarisha ndugu zake kwa maneno na matendo yake? Bila shaka, Baba Mtakatifu alikuwa anajua vizuri kabisa kwamba imani ya kweli haiwezi kutegemea kipande cha nguo kama ilivyo sanda. Lakini baba mtakatifu alijua kwamba mambo yanayoihusu imani ya kweli yanaweza kuandikwa juu ya nguo au karatasi kama ilivyoandikwa maneno ya Injili. Alipoombwa yeye mwenyewe kama mmiliki wa sanda atoe ruhusa kama sanda ionyeshwe hadharani mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane au mwaka elfu mbili katika maadhimisho ya ubilei ya ukombozi wetu Papa Yohani Paulo wa pili aliwajibu wahusika kwamba maonyesho yangeweza kufanyika mara zote mbili, na ndivyo ilivyofanyika mwaka elfu mbili na kumi Papa Benedict wa 16 asa aliidhinisha tena maonyesho ya sanda kwa kuhakishia ulimwengu kwamba na yeye yuko pamoja nao watakaopenda kufanya hija bila kujali chochote, akawa amepanga kuyahudhuria maonyesho hayo na kusali mbele yake, amepiga magoti kwa heshima zote. Katika mahubiri yake yenye utajiri mkubwa kitheolojia alionyesha kwamba sanda ni picha ya fumbo ya Jumamosi Kuu, siku ya ukimya wa kifo na vijilia ya pambazuko la matumaini na ushindi wa Kristu Bwana. Papa alikumbusha kwamba katika sanda watu wanaiona picha ya mtu aliyesulubiwa sawasawa kabisa na Yesu aliyesulubishwa alfajiri siku ya Ijumaa. Na baada ya hapo, Yosefu wa Arimataya, mtu tajiri mwenye heshima, mmojawapo wa wajumbe wa baraza la Wayahudi, alivyomwendea Ponsio Pilato, akaomba mwili wa Yesu, na baada ya kupewa mwili huo akauzinga kwenye sanda ya kitani aliyonunua kwa ajili ya maziko. Kwa ufupi lugha ya Papa Benedikti ayimwakhi mtu ewani. Mwaka elfu mbili na kumi na tano yalifanyika tena maonyesho mengine katika karne yetu hii chini ya Papa Francis aliyeko madarakani leo hii. Yeye vile vile alipenda kishe amehudhuria maonyesho hayo na kuwatia moyo wa ujaji sasa alaiki zote hizi za waujaji zinazungumza kwa sauti nzuri kiasi cha kutosha kuonyesha kwamba thamani ya sanda inabaki vile vile kama ilivyokuwa tangu mwanzo. Wakati huo alaiki hizi zinaweza kumfanya mtu akumbuke mkusanyiko mkubwa uliofanyika siku Yesu alipoingia Yerusalemu kwa shangwe, kama tunavyofanya katika makanisa mbalimbali mbali, siku ya Jumapili ya Matawi. Kama kupokelewa kwa Yesu Yerusalemu kulivyokuwa kama tukio la furaha kwa wanafunzi wake na kero kwa Mafarisayo, ndivyo hata na sanda inavyoweza kuwa faraja na furaha kwa watu wanaomtafuta kwa dhati na kero kwa wengine ambao wanawaza mambo mengine, mawazo yao ni tofauti. Kwa hiyo hakuna la kushangaza. Basi ndugu zangu wasikilizaji wa Redio Mbiu sauti ya faraja, kwa maneno hayo tukamilishe tafakari yetu ya leo, tafakari ya siku ya arobaini ya sande Torino, kuweza kuelewa vizuri zaidi mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika kipindi hiki cha Kwaresima. Basi karibuni na kesho tukutane, tuendelee kuangalia hii alama chini ya mada imani yapokea. Asanteni sana na Mungu awabariki.